Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu alisema, tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko ndugu zangu, viongozi wa dini, tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea, kama tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea na madhara yake, akaja kwa makubwa. kuzi mkuu ni kumbe dondoo tu kidogo, maeneo ambayo yalikuwa Kuhumwa moja ilikuwa ni stendi ya Magufuli. Hii ilikuwa ina yote hii hapa stendi hapa. Na mheshimiwa waziri mkuu, nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, target ya pili ilikuwa ni mabasi ya mwendokasi, yameunguzwa mabasi mengi ya mwendokasi na kupiga vituo vya mwendokasi. Target ya tatu ilikuwa ni miundombinu ya gesi ya TPDC, kulipua miundombinu ya gesi na kulipua

Mtapata maji hamna, na kila kitu hamna. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema hapa kwako, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mama aliyoko hapa na kila baba aliyoko hapa akamweleze mwanaye madhara haya tunayofanya, madhara haya tunayoongea. Tugombane tunapoweza kugombana, lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii lazima, nasitakufa nitakuwa ni kufanya fujo